Hali ya mwanzo ilikuwa hali ni mbaya kwa sababu asilimia kubwa ya wananchi wa huko walikuwa wanatumia maji ya korongoni. Tukaenda tukapata watu tuka wakawa wanachimba visima, tukatumia maji ya chumvi ambayo si salama kwa afya, lakini kwa saizi tunashukuru serikali yetu kunufaika kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaamka usiku kwa foleni, tuna kizimba kimoja, lakini kwa saizi kila mtu atakuwa anafungua maji mlangoni kwake kweli inatusaidia sana kufanya shughuli za maendeleo. Unakuta tulikuwa tunasumia masaa mengi sana kukaa kusubiri maji, lakini sasa hivi tunafanya shughuli zetu kwa wakati na tunasub, tunapata maji kwa wakati. Kwa kazi hizi zinaendelea na tunaamini kwamba kazi hizi zitakamilika kwa wakati. Mradi wa huu wa maboresho ya upatikanaji wa maji kwenye kata ya Lukobe, Mkundi ya Kiegea utagharimu karibia bilioni tisa. Na una ma, maeneo matatu ya, ya muhimu. Eneo la kwanza ni maboresho ya bomba la usafirishaji maji kutoka kwenye kituo chetu cha kusuma maji cha Tumbaku kwenda Mizani na Viwandani, lakini pia eneo la pili ni maboresho pia ufanya kwenye kituo cha Mizani, kituo chetu cha kusuma maji pale Mizani, na eneo la tatu ni ulazaji wa mabomba usambazaji maji tunaofanya Lukobe, Mkundi na Kiegea. Idadi ya, ya watu wanaofaidika na mradi huu nimetaja, Lukobe ni elfu thelathini na nne, Mkundi nimesema watu elfu nane kwenye hatua ya kwanza, lakini Kihonda yako maeneo mengi ambayo yanapata huduma tayari, kwa eneo ambayo itaongezeka ita, ita ungeze, ita halizidi watu elfu kumi na tatu. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukikava maeneo yote hayo, hali ya huduma, hali ya upatikanaji wa maji kwenye eneo letu itakuwa imeimarika sana. Tumetembelea miradi eh, kadhaa miradi minne leo, na katika miradi yote ambayo tumetembelea, mradi wa kwanza ni mradi wa Mindu ambao unaenda kuimarisha hali ya upatikanaji wa maji kwenye kata ya Mindu tunatarajia e, wananchi takriban elfu kumi na tatu wanafaidika na mradi ule kwenye e, mtaa wa Mikooshini, mtaa wa Mkwajuni, mtaa wa Madanganya na mtaa wa Mindu wenyewe. Hali ya upatikanaji wa maji katika manispaa yetu ya Morogoro inaendelea kuimarika baada ya maboresho haya ya ulazaji wa mabomba ambayo yanafanyika katika miradi yote ambayo tuloitembelea lakini tumekwenda Mizani kuangalia maboresho makubwa yaliyofanyika ya mitambo ambayo yamegharimu shilingi milioni mia moja hamsini ambayo yameleta uwepesi na matumaini makubwa kwa wananchi wa Lukobe wa Mkundi na Kihonda ambao walikuwa na adha kubwa ya maji ilipelekea kupata maji kwa siku moja. Lakini kwa maboresho haya yaliyofanywa chini ya MORUWASA, leo wananchi wa Manispaa ya Morogoro katika kata za Lukobe Mkundi na Kihonda watapata maji kwa siku zaidi ya moja, kwa maana ya siku tatu. Ni watake MORUWASA waendelee kuwasimamia wakandarasi. Kuna miradi ambayo inakamilika mwaka huu, kuna miradi ambayo inakamilika mwakani mwezi wa pili. Wakandarasi waliopewa kazi hii, wananchi wa Morogoro wanahitaji maji, tuifanye kazi hii, tukiamini maji ndiyo jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu.